Kolfai tume tumepata pointi tisa, na bado tumeendelea kwenye hatua ya robo fainali. Tumehakikisha kwamba tunautendea haki tena. Kwa Mkapa tumeenda ugenini, tumepoteza watu wakajua, ah, sie ndo tayari, lakini tukawaambia kwamba kwa Mkapa kunu kokukaja kuisa nimienda kubuja kitari, sie pale nyumbani wakija na nguo zao wanaondoka bila. Kwa hiyo Tunasema kuno kwa kukaja kuisan mienda kubuja kitali eh, kujisemea Mnyakyusa pale, si nyumbani? Wakija na nguo zao wanaondoka uchi, hala <coughs> <coughs> mm, una habari, watakucheka watu. Yoyote atakae kuja kwa Mkapa, sisi si ndio wenyewe kwa Mkapa? Ule uwanja wetu sisi, kwa Simba kwenye Tanzania yote. Tutaisema kwa <mucho> Benjamin Mkapa. Ah, Mungu atajalia, utafunguliwa tu Simba kubwa kuliko yoyote. Ah, utafunguliwa tu. Sasa kila mtu anajua kwa Mkapa ndio uwanja wetu. Alafu yeah. useme ufungiwe uwanja wetu vipi na vipi? yeah. Umefungiwa sawa, kiserikali unafanyiwa marekebisho kipindi hichi yeah. Muda ukifika ukikaa sawa, tuko pale pale. Eh, wewe unadhania kama tukiwacha tukiwa, tukiwa pale kwa Mkapa alafu tukaenda kule Zanzibar kwa mzee Jabu wa Miss Engineer, mzee Kajore watatoka, si tutawapiga mara tatu ya hapa? Maana kule hakali kule la haula wala kuwa, hata kule hatari ata, kule, kule kule wakifika ndo watakoga. Bora waje hapa kuliko kuvuka yale maji, wakivuka yale maji kwa mzee Jabu wa Misi Injinia, a ah, bala lake zito, hatari kule. Kwa hiyo bora wapate kwa Mkapa hapa kidogo, kwa sababu na ngogwe watanyemelea sasa, wakienda kule habari yake si itakuwa kubwa? Mmetuma salamu? Yeah. Salamu mmetuma kwa hao? kwa nani ah? tulikuwa tunamaliza mechi hii, kuanzia kesho leo ndo tunaanza kutuma salamu. Wanatujua, unajua wale ni wadogo, tukuingia mpaka huko ni fluke tu e, kwa sababu wale wamefuzwa wakiwa na ponti nane simba akafuzwa akiwa na ponti chungu mzima. Kwa hiyo tuna utofauti e, siku zote na ukija hata kwenye ponti za kavu Simba sasa hivi yuko nafasi ya nne. Eh, wale watu waliosema tujifunze kwao basi imekula kwao, eh, kwa hiyo ina maana sisi Simba, ukimwona mtu amesema ame kwamba tujifunze kwao, kujisembea mchambuzi nguli kabisa, David Pasco, mzee wa Frijibovu anakwambia hao wachambuzi njaa, kuna wachambuzi njaa, haya maneno ya mzee wa Frijibovu eh, kwa sababu huwezi kusema Simba, huwezi kusema Simba ajifunze kwa mtu. Simba ana robo fainali ngapi? Twende kwenye robo fainali ya shirikisho ngapi? Wao ndo wajifunze, wana wana robo fainali moja tu ya yeah, hii nani klabu bingwa wana, wana, wana robo fainali moja tu. Ndo maana mie siku zote nasema wakati tunacheza, sisi tunacheza wao wanasema sisi mwaka robo. Wao sio kwamba walikuwa hawataki na wao kuwa mwaka robo, ndio ilikuwa maisha ya ngedere ngedere. Sio kwamba hataki chai, kuipata ile chai ndo mtihani. Kibiriti anapata wapi, bilika, sukari, moto? Ndio maana anaenda kula mijani huko polini. Kwa hiyo na nawale maisha yao kama ngedere maisha ya tumbili ndo ya Yanga kwa hiyo sisi tulivyokuwa tunaingia hivi, sio kwamba wanafurahi, wanaumia sio. Wakati tunacheza wanasema o oh, korona. Je, wao korona walikuwa wamepona? mbona walikuwa wakiingia raundi ya kwanza chani? Umeona? Kwa hiyo Simba ndio tunaiwakilisha hii nchi vizuri, na hapo wakubali wakatae, bado wana cha kujifunza kwenu. Sio waje na wanaendelea kujifunza, ila wakubali kuambiwa wanajifunza, kwani hamasa ya chini ya, ya ardhi tunayopita mitaani, hamasa nye nani kaanzisha nani Simba. Alafu wao kama we umesema Ahmed Yari na wewe nani, ama sayakupita chini hii mitaani nani Simba? Eh, sasa wakati Simba ameanzisha yale, wao walisema wakionekana wanapita mtaani wachapwe mikwaju. Ah, hatujawachapa tunakwambia, ni nyinyi wanaiga ile kutambulisha wachezaji kabla ya ligi, nani kaanza? Wao walikuwa wana nani hata hey. Ukaona ile kwenye ile kutoa wasanii wakubwa, ina maana wakati Diamond anashuka na ndege pale anashuka na helikopta imeshuka mpaka chini, anashuka. Wao jambo lao lilikuwa kesho yake, wakamshusha Amonaizi na kamba, kataka kufa akadondoka na kamba, si unaona? Ina maana wanaiga vile vitu, kwa hiyo wanaiga pasipo akusema. Hakuna hata kimoja, hamna hata kimoja. Sisi ndo tunafanya jambo la kwanza, alafu wao wanavatisha eh. Ujaona wewe kwenye hizi hamasa zetu tunacheza mipira na wao hawajacheza walikuwa wanafichaficha ficha, wasicheze. Mwisho wa siku wakaenda kucheza wapi? Ilikuwa za kiemu wapi? Ilikuwa za kiemu wapi? Za kiemu, unaona uzuri wake? Nyie wenyewe wa kweli hii, e, ndo simba Simba ndo wa kila kitu. Simba ina mashabiki wa aina yake e? Simba ina mashabiki wa aina yake. Simba wana mfano hapa. Hivyo tupo tuna namna gani kama mungu atajali, ya Mama Samia Suluhu Hassan akiweza kutusaidia kutupa ndege kwa bei ya serikali bei rahisi kidogo, wananchi wasiumie, basi tunaweza kuchukua tukakodi ndege tatu kuelekea kule, kwa sababu kuna mashabiki elfu kumi wanatakiwa kwenda. Wote hao wanasema tu atupe bei ya kupunguzo ndege ya kukodi, atupe bei punguzo tu, tunaweza tukachukua ndege tano tukaenda kule, mashabiki wa mfano Simba, ndo maana wale watu kuleta kwamba Simba ndo mashabiki bora kwenye kombe la AFL hawajakosea. Tulijaza uwanja na wale waliokuja viongozi wa kafu kule wa FIFA wote walivyoangalia, wakasema hawa hey, wa mashabiki wa mfano hey, yani hii Tanzania ukiiona inaenda hewani kimpira, basi jua Simba sio mwingine yoyote. vimvinywila magwiti hawezi kuifanya Tanzania iwe bora Mzaramo tumalize tu basi mm. na hawa Mbeya City bila shaka mmekuja mkiwa mmerilaksi kwamba tunakwenda kuwaondoa kabisa kwenye haya mashindano na imewezekana hivyo magoli matatu kwa moja hawapo mnasonga kwenda mbele hawa jana walikaa na gharibu hujajua mm -hmm. hawa walikaa na gharibu akawaahidi atawapa pesa waifunge simba kwa sababu hao wamejua simba tarehe ishirini anacheza yeah. kwa hiyo hatopija ile furumziki hata tumia nguvu. kwa hiyo akakaa na gharibu kuhakikisha kwamba ile wae wamtoe Simba, si unajua Simba anaogopwa sasa hivi? Ukiwaona ile atuchezi hatuchezi, wana maana yao. Sasa hivi wamekuja na nyingine, wanasema wao tarehe ishirini na moja waende kule nani, wanatukimbia. Kumbe Simba yuko bize na mashindano ya kimataifa, tarehe ishirini anacheza, aende ishirini na moja kule, hao wachezaji wa hali gani? alafu tunakuja baada ya wiki moja tunacheza tena ambayo kule inakuwa fainali hey. kwa hiyo hatuwezi kushiriki yale mashindano hey. Kwa hiyo inamaana tunachokifanya sisi, wao wanakwenda kwa kutuogopa na watatuogopa hivyo hivyo. Hii ndio Simba kwa kila kitu, wanaanzia kule Zanzibar. Ah, kule alikimbia mwaka jana, wakati sie tupo ninabeba kombe langu alikimbia, sema kwenye hii limekuja, kwenye hii kafurahi kwa sababu imekuja, sembaya sihii tunayo FA akikimbia kule, huku akikaa vizuri, nitamkamata. si hapa tupo? mm. E, ajitahidi tu kushinda mechi zake, chama la wana asija akamwondoa anaweza akakimbia, yee, na, wapi kwenye kule ligi mm. haina shida. simba hii si kila anakuja nampiga, we uoni? Sasa ina maana mi nina wasiwasi namsubiria yeye tu nimpige nimshushe kule chini. Hey, ambayo anasema achezi lakini kwenye FA yuko tayari kuja, lakini kwenye kule muungano anataka pia. Hii kwenye ligi hataki, wewe ujioni ana nini hapo. Ng'adu kwa ng'adu, toa mguu na weka mguu, toa mguu na weka mguu, waje wazee wao tuwamalize pale, tukaezie kileleni, tusishuke tena mpaka ligi inaisha. Aya, hey.